Viewers wa Precious Channel, huu ni mwendelezo wa nini kinachoendelea huko South Africa, katika mjengo alionunua Diamond. Hapa kama unavyojionea kwa nje, mambo ndo kama hivi. Kwa ndani, kama unavyojionea hapa, mafundi wakiweka mambo sawa, wameweka mataa mengine, wamerekebisha umo ndani, ili mradi tu nyumba izidi kupendeza na kuonekana tofauti kulingana na wao ambao wanapenda. Kama mnavyojua, watu wakinunua nyumba, wengi wanapenda kuweka muonekano mwingine basi ndicho kinachoendelea huko South Africa. Naweza kujionea hapa hichi ni, ni chumba cha Tifa matayo nini kama unavyoona hapa pametisha sana. Tifa ta enjoy mwenyewe. Basi tunaendelea kutazama hapa chumba cha Diamond na mpenzi wake ndo kama hivi mataa nini hayo kwa juu unayaona, mambo ni motomoto, kama mwenyewe anavyokuambia kwamba hapa ndo sehemu maajabu yanapotokea yanapofanyika mambo ya watu wazima pale, watakuwa wameelewa. Haya na tamaingia hapa, kama unavyojionea kwa huku chini, marekebisho yakiwa yanaendelea. Nyumba hii itakuwa ni babo kubwa, litavutia zaidi kwa jinsi ambavyo linaonekana linavyotengeneza. Ni kwa jikoni, kama mnavyoona, mambo yanazidi kuwekwa sawa pia upande wa jikoni, ili muonekano huu mwingine mzuri wa kuvutia. Kwa hiyo nyumba hili wataenjoy sana Zari pamoja na watoto wake na mpenzi wake Diamond. Wamejitahidi sana, wanastahili pongezi. Jumba ni zuri na jinsi ambavyo wanazidi kulipamba, wanavyozidi kulipamba ndi ziikuta zaidi. Kama ambavyo tunawaambia, subscribe ili uendelee kupata mastori na uzidi kuona mwendelezo wa hili jumba mpaka pale atakapohamia. Tutazidi kuleta video zaidi ya nini kinachoendelea katika jumba hili. Usisahau kusubscribe ili usio so, napitana mastori ya town pamoja na mwendelezo wa hizi video za hili jumba.